Shughuli za ukulima wa ndiri ziko na changamoto kidogo, lakini nikiangalia katika finance bill ile ilipita wiki hii, niliona kwamba vifaa vyote vinavyotumika katika kutengeneza chakula ya ng'ombe vimeondolewa ushuru. Situpigie serikali makofi wa jamani, vimeondolewa ushuru. Hiyo ni kumaanisha kwamba bei ya chakula ya ng'ombe na hata wanyama wengine itaendelea kuteremka. Your Excellency, la pili ni kwamba wizara ya kilimo inafanya kazi nzuri ya kuhamasisha wakulima waweze kukuza mimea fulani, wakuze kama vile sunflower, wakuze kama vile simsim na zingine na hata pamba. Hiyo mimea inasaidia sana katika kutengeneza ile chakula na najua wizara inapeana mbegu, ndivyo tuweze kukuza ile mimea vizuri Wakulima, mkipewa hiyo mbegu mtakuza mbegu, kweli mtakuza ndivyo tuteremshe bei ya nini ya chakula ya ng'ombe. Eneo hili wa Excellency, watu wengi, wakulima wengi wamefurahia sana shughuli zinazoendelezwa na hawa wakulima wa Meru Central. Nafurahia vile mnajitokeza kwa AGM kama leo, hiyo ni kumaanisha mnakinga hiki chama chenu hichi shirika yenu. Mkiachilia mambo hayawezi kuenda vizuri vile yanaenda. Nyinyi ni kielelezo kizuri za guaranteed minimum return kwa sababu kama nchi yetu ana serikali imeamua, na nyinyi mkiwa washikandao maalum, bei ya maziwa iwe shilingi hamsini na yenu inaenda shilingi hamsini na tatu si ni kumaanisha mko juu? Kwa hivyo tuendelee vivyo hivyo, ndivyo tuweza kusaidia rais katika kazi yake. Your Excellency, wananchi wa Meru ni watu wanapenda kufanya kazi, na wewe ni mfanyikazi, na tunafurahia ile kazi unafanya. Rais anafanya kazi afanyi Anafanya kazi afanye. Mnataka rais aendelee kufanya kazi ama ingie kwa siasa? Aendelee kufanya kazi. Your Excellency, tunafurahia vile wewe unafunga masikio kwa vitisho vingi ambavyo vina adabu kwa matusi mengi, unafunga masikio, lenga pale, endelea kufanya kazi ndio nchi yetu iendelee mbele. La muhimu ni Kenya hii iwe iende mbele na wakulima wote wapate pesa kwa, ma, kwa, kwa mfuko.